Kuna maeneo nimekosa utii. Kuna maeneo nimekosa utii. Oh, utii unanipeleka mbali, na kukosa utii kunanipeleka mbali na wewe. Nikitii nasogea karibu na wewe. Mkaribieni Bwana naye atawakaribia. Unamkaribiani kwa utii. When you obey God, you become very close to him brings close to him. Ukimtii Mungu anakusogeza karibu na yeye. mstari wa nane anasema karibieni Bwana, karibieni Bwana, mkaribieni Bwana naye atawakaribia. Unamkaribiaje? Kwa kujitakasa, kutakasa nafsi yako, kutakasa moyo wako, kutakasa dhamira yako na matendo mafu, kutakasa mikono yako ya kiroho inayopokea, kutakasa vinywa vinavyonena, vinywa vyetu ambavyo ni vyombo vinavyonena kwenye umwoni wa Roho, vinywa vyetu ni kama

kwenye ulimwengu wa roho, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Baba, ninatuu ninaomba unisamehe, ninaomba unisafishe kwa damu yako. Nimekuwa sauti kwenye maeneo mengi, naomba unisamehe, katika jina la Yesu. Baba nina kushukuru Baba, nina kuimini na ninasema asante kwa sababu wewe ni mwema. Jina lako litukuzwe baba yetu, jina lako linindiwe baba yetu. Asante kwa kunisamehe, asante kwa kunisafisha katika jina la Yesu Kristo na tuseme amen. Hey, sema hey. Amen, umesamewa kama umemaanisha, kwa jina la Yesu sema, Bwana Yesu, naitia damu ya Yesu itakase dimi zangu katika jina la Yesu, ili maneno yatakaotoka kinywani mwangu yawe silaha kamili ya kuleta kamil. maangamizi kwenye ulimwengu wa giza katika jina la Yesu. Amen. Amen. Taka usafishe kinywa chako. Unajua Biblia inasema Mungu anatupa matunda ya kinywa chetu. Unajua unapotamka, huwa anasemaga ndimi zetu ni kama bunduki. Unajua unaweza ukachukua bunduki lako hapo gobore limekaa hapo miaka mitano kamfuata adui, ukashangaa na koki hamna kitu kinafanya nini? Kinatoka. Ndio maana wanasemaga kasafisha, unaenda kusafisha bunduki na hakikisha iko vizuri. Ili kuachilia risasi, si ndio? Jamani, sasa na sisi sengine tunanena maneno ya ovyo mtaani, matulii tunachafua vinywa vyetu. Sema: Bwana Yesu, damu <tipa> <Na> yako <tipa> isafishe ndimi zangu katika jina la Yesu. Kila maneno ya uovu yaliyotoka kwenye kinywa changu, nasafisha kinywa changu kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa kinywa changu kiwe safi, kuta maneno katika jina la Yesu. Maneno ya Mungu hayatachafuka kwenye kinywa changu, maana yatakapopita kwenye kinywa changu yatakuta kinywa kisafi, katika jina la Yesu. Amen, mpe Yesu makofi. Amen, bwana Yesu asifiwe. So karibu katika maombi, maombi yetu ya siku na mapando ya giza yaliyopandwa kwenye mifumo yetu. Nimtumia neno kwenye DNA yetu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akasema katika kile kitabu cha Mathayo sura ile ya 15 mstari wa 13 na tatu. Yesu akasema kama umefika pale au kama unaandika, eh, sitaki kuongea maneno mengi, kwa sababu tunahitaji kuomba. Akajibu akasema kila pando asilolipanda Baba yangu wa mbinguni litang'olewa. Kila pando, kwa maneno mengine, Yesu akoseaji kusema kwa maneno mengine, kuna mapando ambayo yanaweza yakapandwa vichwa alichokuwa na maanisha. Lakini anasema katika Mungu hakuna pando ambalo haliwezi kung'oka. Halo? Unanisikia ninachosema? Kila pando ambayo yalipanda baba yetu wa mbinguni kwao, kuna mapando ndani ya maisha ya mtu ambaye hajapandwa na Baba wa mbinguni. Kama hajapandwa na Baba wa mbinguni, yamepandwa na Shetani, na Yesu anatupa uhakika, anasema kwamba hayo mapando yote yanaweza kung'olewa. Bwana Yesu asifiwe! Yanaweza kung'olewa. Nataka uwe na huo uwa uhakika kwamba haijalishi ni mapando ya namna gani, yanaweza kung'olewa. Nguvu ya Mungu inaweza kung'oa hayo mapando. Kuna mapando katika maisha yetu, na wakati mwingine tuna struggle na hivyo vitu na inaonekana kama hatuviwezi. Karibu kila mtu hapa, kuna vitu kwenye maisha yako, umeomba lakini vipo, umeenda kwa kwa, kwa, kwa watu wakuombea, wakakuombea lakini vipo, umetoa sadaka lakini vipo. Kwa nini hivyo? vitu vimepandwa kwenye mfumo wako, vingine wala sio ulivipanda, vimepandwa na mababu na mababu Wapeno, bamba, ukoka, na viko kule. Wapendwa, unapaswa ujue kwamba unapookoka roho yako ndio inaokoka, nafsi haiokoki wala mwili hauokoki. Unasikia nachosema? na Biblia na inatueleza wazi kabisa kwamba nafsi haiokoki, bali nafsi inabadilishwa, si ndio? mfanye upya nini nia zenu. Mwili hauokoki, bali mwili kukontrol ni kuweka kwenye madhabahu, mwitoe miili yenu kwa dhabihu iliyo hai. Inaokoka ni roho, sawasawa, unakuwa kiumbe kipya sawa sawa, lakini nafsi yako, ndio maana ukiokoka ukitoka hapo umeokoka, wale ambao umeokoka watu wazima, unaweza ukashangaa unawaza yale ulikuwa unawaza, sio automatic, is not the flash out automatically. Kwa hiyo kuna vitu vinakuwa na uhalali, vipo connected kwenye nafsi yako, sawasawa na hivyo vitu lazima uvitoe, aidha kwa maarifa. Watu wangu wanaangamia kukosa maarifa. Kwa maarifa, unapoongezeka katika maarifa, vile vitu vinaanza kuachia kwenye maisha yako, au kwa kutumia mamlaka ya kiroho, lakini ya mamlaka lazima uyotumie kwa maarifa. Bwana <laughs> Yesu asifiwe. Ndio maana kile kitabu cha cha ja, Isaya ja, ja, sura ya 10 mstari wa 27 anasema, nayo nira itaharibiwa kwa sababu ya kutia mafuta. Ukisoma kitabu, ukisoma NIV translation anaonyesha kwamba yale mafuta, anaonyesha ni afya ya kiroho kwamba kwamba, yani unaongezeka kiafya mpaka kile kifungo kinaachia, yani unaongezeka kimaarifa mpaka kile kifungo kinakatika. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kuna vitu vinakuwa vimepandwa Vitu vilivyopandwa nami nakwambia ni vitu halisi kabisa. Unaweza ukakuta kwa mfano unakuta ok, meshasikiaka kuhusu magonjwa ya kurithi, si ndio? Madaktari wanasemaje kuhusu magonjwa ya kurithi? Hayaponi. what is magonjwa ya kurithi ni vitu ambavyo